Wakati mzozo wa kivita ukiendelea huko Gaza, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amemshutumu Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer na viongozi wengine kwa kutaka Hamas ibaki madarakani. Pia aliwashutumu viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Kanada kwa kushirikiana na kile alichokiita wauaji wengi, wabakaji, wauaji wa watoto na watekaji nyara. Katika video iliyowekwa kwenye mtandao wa X wakati akizungumzia shambulio la Alhamis dhidi ya wafanyakazi wa ubalozi wa Israel huko Washington DC, Netanyahu alisema Sir Keir Emmanuel Macron na Mark Carney walitaka Israeli kukubali kwamba jeshi la Hamas la wauaji wa umati linanusurika. Ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza, Downing Street, imekataa kutoa maoni ya moja kwa moja juu ya matamshi ya Netanyahu, lakini ilionyesha chapisho la Waziri Mkuu Sir Keir Starmer la kulaani shambulio la Washington kwenye mtandao wa X.